Sijazoea watumishi wa serikali kufanya kazi nje ha, pana, ya muda wao kwani ni vibaya? Hapana, hata wewe pia sijakuzoea kija muda huo. Basi mara nyingi mimi muda wangu wa kupumzika pia nautumia kufanya kazi. Uh, kuna jambo nahitaji kulifahamu kutoka kwenu. Hivi nyinyi ni ndugu au wapenzi? Mbona mmekaa kimya? Ina maana hiki kinachozungumzika kina ukweli ndani yake. Mpaka hapo natukosea sana. Mimi nawezaje kuwa na mahusiano na kaka yangu? Isije kwamba mnaficha mahusiano yenu kuonesha kwa manyeni ndugu? Hapana, mimi huyu ni ndugu yangu, ni dada yangu kabisa. Sasa mm, basi kama kuna kitu ambacho mnanificha, ni vyema mkanambia mapema, nitakijua. Lakini mkiendelea kukificha hivi hivi, kitawafanya muingie kwenye hatia nzito sana. Afande, ukisema hivyo unakuwa kama unatukosea pia hivi samani, dada yako anaweza akawa mpenzi wako? Hapana. Basi na mimi ndo haiwezekani kuwa mpenzi wangu kwa sababu ni dada. Unakumbuka siku ya kwanza nakutana, nawambia kitu kimoja, mpaka dakika hii mhusika namba moja anayetuhumiwa kwenye hii kesi ni nyinyi wawili, ni kutokana nyinyi ndo mlikuwa eneo ambalo Juliet kifo kilimkuta. kama kuna kitu mnanificha, kama kuna kitu kinaendelea baina yako wewe na huyu ambacho mimi sikifahamu, ni vyema mkawa wa kweli, ili naweza kuwasaidia kwa sababu msipokuja kuangalia nitaingia kwenye wakati mgumu sana. Ah, sasa afande, ukiongea hayo maneno unakuwa kama unatuhukumu sisi ndio wahusika moja kwa moja

Wewe well, acha kujifanya unalala. Tabia yako mimi sijaipenda sasa. Hii inawezekana ukaja bafuni ukanichezea chezea eh, na tusafisha macho ili tuendelee. Umekimbia, unajifanya umelala. Sasa hizo hivyo unajisikia unachoke? Ongea mimi tangu ulivoniacha ndio hapa. Basi jamka kwenda popote, tulitoka hapa, nimeshinda kukupa basi hapa mpaka nje bafuni. Acha sema kweli. Maana anavotoka nimekuta mlango umefungwa na hisi saa ni mauzauza uza hali e, ya kini ndio inakuja saa hizi, mlango mimi nilifunga, lakini hivyo shtuka badaya, na nasafisha na povu, hamna mtu. Sasa hali mauzauza uza na mimi na mini kuta sasa, mm, e, mimi nilipokuwa nakwambia na una mauza uza umundani, ukau ni amini kabisa kabisi, ukau nanambia o, uta ndoto za mchana na wewe. Sasa hivi amekukuta na uta ndoto za usiku sijui. Hebu wacha masiala, kuna jambo la serious. Unajua issue ipo serious wewe? tujue hapa ndio tufanyaje? E, tusije usiku tukakuta wachawi wanakuja wakatunanilia huko. Mimi sina cha kufanya kwa sababu unaona vitu vyote viko sawa huko ndani. Wewe kuna unaona mauzauza gani huko ndani? Kuna mauzauza huko? Hakuna mauzauza vipi, akati mpana nipasa kabisa hivi. Na hii sasa, yani ya kilicho nipumbaza mimi ni kuhisi wewe. Kabisa na mimi sasa nikawa napokea. Hi. Baadaye nakuta mtu mtu hayupo. Una e, sasa tena. Unaita wasiara. Huko ndani hamna mauzauza Mbona mimi sionage mauzauza na utaga tu ndoto za mchana? Hebu niache nilale bwana, unanichoshe. Uleta makuzi unigwe hapa ufe upe misipuibinadamu eh? Ah, mdogo wangu shwari. ah, samani kidogo ndugu yangu. Bila samani ndugu yangu, mimi ndugu yangu <coughs> kuna tatizo ndani kwetu. Haina haja kuniomba samani wewe, sema tu, kwa jinsi ambavyo tunavyoishi mimi na wewe. Haina haja kuniambia samani, kama kuna issue niambie. <coughs> na tatizo juu ya huyu shemeji yako, tunavyoishi hapa ndani tofauti tulivyokuwa tunaishi zamani sasa hivi shemeji yako kuna mitoko mingi ya usiku, simwelei mambo mengi. Sasa nahisi huyu atakuwa na mtu nje. <coughs> Kaka, we unahisi ama una uhakika? Maana u kumzania mtu ni kitu kibaya kabisa, na ni dhambi, ndugu yangu. Mwanamke akiwa na mwanaume nje utamjua huyu ana mwanaume nje, umenelewa? Sijuu mimi ombi langu kwako, nakuomba kitu kimoja, naomba nisaidie. We mara nyingi unakuwepo nyumbani hapa, ninaomba fanya research ili jambo, na ukilibaini ili jambo, mimi nitakupa zawadi yoyote ndugu yangu, sente nitakupa, ili mradi nimpate huyu ambaye ananifanya mimi ndoa yangu isiwe na amani ndani mwangu, ili maumivu yapitia na mimi naye apitie. Kaka, mimi nakuhakikishia ili swala nitalifuatilia kwa ukarimu sana, na wallahi nakuapia mama mamaangu mzazi Eh, tena hiyo kazi naweza kuifanya leo leo. Mimi kama kuna huyo mtu anafanya hicho kitu, mimi nakwambia ndugu yangu. Wala usio na wasiwasi wewe kuwa na amani, sawa eh? Nikimuona nakwambia. Bila shaka. Naomba lifanyie ili kazi, ili jambo mke anauma. Endapo nitambaini huyo mtu, dunia itajua mimi nitafanya nini kwa huyo mtu. Kaka, mimi naelewa na najua jinsi gani mke anavouma. Wewe ondoa shaka, nitakwambia ndugu yangu. Haya, asante, nashukuru kwa ushirikiano sawa, usijali. Chumba. Yule yuko wapi? Hayupo. Nambo nite kama yuko ndani. Maana mana nasikia njaa. Siku ya tatu sijao. Mimi nishazoea, nikija hapa ananipa ugali na samaki, alafu ananipikia ubaba na maharage. Hambo niite Julieti. Jackie, Jackie, hebu njoo Hebu mpe chakula kile kilichobaki jana. Chakula gani pewe, mpe? Mpe chakula na njaa wewe. Yaani mimi nitoe chakula changu ndani nije nimpe utakataka hii. Hivi unajielewa kweli wewe? Naomba niite Juliet basi ndo ananipaga chakula na njaa. Una njaa eh? Mm. Huyo Juliet hayupo na kama una njaa nenda kale sehemu nyingine. Kwa hiyo nyumba zote ndio zona, hapa ndo pa kuja kula eh? Naomba unyonyoe miguu yako uondoke. Hapa hakuna chakula, hakuna nini. Ah, hey! Si unaelewa? Mm. Naomba niache niongee. Kwa mm, nini unapenda anapokuja kuja huyo eh? Mimi simtaki kuona hata sura yake. Na hii leo hiyo siku ya mwisho, nikimwona tena hapa watu watakuja kuniona mimi mbaya. Naomba anyanyuke sasa hivi aondoke kabla sijakasirika. Hey, naomba unuke uondoke. Mimi ah, siondoke na ndoto. Kula kula kitu gani? Hebu kale mbele huko. Mpumbavu nini wewe? Jazia nzi hapa, halafu unapenda kumwelekeza sana. Akija akikuta hii sura, asije kaomba chakula au kuomba chochote wala maji. Okay. Naani, umesikia ulivyokuwa ndani, alikuwa anachozungumza hapa mumeo. Mm, ameshaanza kuhisi tayari, kwa hiyo kinachotakiwa umakini uongezeke. Oh.